Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana mama Rita eh, huyu ndio mchepuko wa Diamond Platinumz ameamua kutumia nyimbo mbili, ambazo hizi nyimbo bwana ni vijembe kwenda kwa bibie Zuchu. Kwanza kabisa ametumia nyimbo ya Diamond ambayo inafahamika kwa jina la Pamela. Uh, hii ni nyimbo ambayo yeye mwenyewe amepost kupitia kurasa yake wa Instagram, pale juu katika story, akiwa anaicheza akiwa yuko kwenye gari yake. Alafu akaandika kwamba hii ndo favorite song yake, ni hii ndo nyimbo ambayo yeye anaipenda. Hii nyimbo ya Pamela, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kuna sehemu Diamond anaimba kwanza kako sexy Pamela na vitu vingine kama hivyo, ni nyimbo fulani hivi ambayo Diamond aliimba uh, uh, kwa ajili ya kumsifia mwanamke. Kwa hiyo hizo sifa nadhani Rita ndo amezipenda zaidi katika hii ngoma meona bwana eh? Yaani ni kama vile Rita amejidediketia hii nyimbo yeye mwenyewe, lakini pia eh, huko mitandaoni bwana, peji mbalimbali zimekuja kuripoti kwamba e bwana eh, kaamua kucheza kabisa wimbo wa Diamond. Na hapo kuna mtu ameandika kwenye caption kwamba mm, ninachompendea Rita ni kwamba anajiamini sana. Haya sasa, muiteni Zuchu. So hiyo ndo kitu hicho ndo kitu ambacho kimehappen yeah, so, huyu Rita alionekana akiwa anacheza wimbo huo wa Pamela, lakini ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho Rita tumemwona akiwa anacheza ni wimbo ambao, na wimbo ambao unatarajiwa kutoka hivi karibuni, wimbo ambao unafahamika kwa jina, huu ni wimbo wa Nandy actually. Na hii nyimbo bwana inasema kwamba eh, ni nyimbo ambayo ina ujumbe unaosikika kwamba mambo ya mashindano, mi siwezi kupambana, mapambano sitaki, eh, no stress. So huu ni wimbo mpya ambao inasemekana kwamba unatolewa hivi karibuni na Nandi na Nandi mwenyewe pia ameposti hii video inayomuonyesha Rita akiwa anacheza wimbo huu. Kwa hiyo ni moja kati ya track ambazo Nandi hajazitoa ila aliachia kionjo, na hiki kionjo challenge yake huyu Rita ameonekana akiwa ameruka nayo, umeona bwana eh. Kwa hiyo ujumbe ambao umesikia katika hii ngoma ndio huo, unasema kwamba no stress, mashindano staki, mapambano siwezi So hii ndo ngoma nyingine ambayo Rita ameitumia katika kurasa yake wa Instagram ambapo wadau kama kawaida wameihusisha moja kwa moja kwamba ni ujumbe mwingine huu kwenda kwa Zuchu. Kwa hapo kuna peji imeandika kwamba Rita mashindano siwezi, mapambano siwezi, normal stress. Huo ni wimbo wa um, Nandy ambao Rita ameutumia katika video ambayo ameiposti katika Insta story yake. Sasa hapa kuna mtu amekuja ameandika kwamba bwana, huyu Diamond keshamtumia message, tulia mama na kupenda peke yako, hata iweje siwezi kuachana na wewe na ndio, utam, na ndio mtamu kuzidi wote, chezea wanaume wewe. kuna mtu ameandika hivyo comment hiyo. Huyu hapa mwingine amekuja amesema kwamba bwana Shemon ha hata hakana aibu, shida za kulelewa na single mother hizi, tafuteni hela tuwape watoto wetu maisha